Sasa lau waunganike matajiri wa dunia nzima sasa wanake kuupa wewe ndio. Asipotaka Mungu. Unasikia kazi? Unasikia kazi? Mtu kapata ndio Mungu kataka. Unasikia kazi? Akiona mtu kakosa ndio Mungu kataka. Unasikia kazi? Watu wanajua ibada <laughs>

Asipotaka Mungu wa. Unasikia kazi. Unasikia kazi, kona mtu kapata hiyo, Mungu kataka. Unasikia kazi, akiona mtu kakosa hiyo, Mungu kataka. Unasikia kazi. Watu wanajua ibada

asipotaka Mungu wa Unasikia kazi? Unasikia yes. Kazi? Yes. Unasikia kazi? Kuna mtu kapata hiyo, Mungu kataka. Unasikia kazi? Akina mtu kakosa hiyo, Mungu kataka. Unasikia kazi? Watu wanajua ibada. Lakini unaenda unavunja nazi, unanda shukura hichi unalishwa vitu mpaka unaumiza figo. Acha kukufuru Mungu, ibada hey, e, Mungu, Mungu, Mungu tumejishamba imani mwangu huyo e. Bilionea lakini hana dhahabu hana mikoa yote. Mtu mwingine zezi macheni hadi shingo naning'inia madude kibao, kama mganga kienyeji mshamba ni. Wambie usogope mwanangu, ajadudi <laughs>